Mwenyekiti, binafsi nichukue nafasi hii kukushukuru wewe na wajumbe wako wa kamati ya siasa kwa kunipa heshima hii ya kuwa mgeni rasmi katika mkutano wa kufunga kampeni kata hii ya Tandale. Mungu awabariki sana. Aya! Lakini ndugu mwenyekiti, pia nichukue nafasi hii kwa shukuru wanachama wote wa CCM lakini na wananchi wote wa kata ya Tandale Ambavyo, kwa namna ambavyo wameendelea kuwa na imani kubwa sana kwa Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti, ninajisikia fahari sana kusimama mahala hapa kukiombea Chama cha Mapinduzi kula, lakini kuwaombea wagombea watatu wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Kwa nini ninajisikia fahari, ndugu mwenyekiti? Nikianza na ndugu yangu Chifu. Ndugu yangu Chifu ni rafiki yangu sana nimefahamiana naye zaidi ya miaka kumi sasa. Na wakati akigombea nafasi ya udiwani kwa mara ya kwanza, mimi nilikuwa ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wilaya ya Kinondoni. Nilitembea nyumba kwa nyumba, kwanza nilianza zoezi la kumjadili kwenye vikao vya awali, nilishiriki kikao cha mwisho, lakini nilishiriki kampeni zake za nyumba kwa nyumba, na tukahakikisha chifu anakishinda kwa kishindo CCM lakini Mungu sio asumani. Leo hii nimesimama hapa kama katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni, na nimesimama hapa kama mgeni rasmi kuomba kula tena kwa mara nyingine, kumwombea Chifu, mpe ridhaa miaka mingine mitano. CCM oyee! Ndugu yeah, yeah, yeah. zangu Chifu wakati anaomba miaka mitano ikua, tandale ikuwa Tandale tunayojua sasa. CCM oyee! Ndugu zangu, katika mfumo wetu wa chama cha mapinduzi chama kinafanya kazi kwa kushirikiana na viongozi wa nne ngazi ya kiserikali. Kwanza tunao wenye viti wa serikali ya mtaa, lakini tunaye diwani, yupo mbunge, lakini tunaye mheshimiwa Rais ambaye ndiye mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi sisem tunapo mnadi chifu leo tunapoelezea maendeleo ya Tandale tunaelezea tuna kazi alizozifanya Abbas Talimba, lakini tunaelezea kazi iliyotukuka aliyoifanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan! CCM oyee! Kulingana na muda, ninakwenda haraka ili kaka yangu apate muda wa kuzungumza. Mmepanuliwa kituo cha afya na sasa hivi pesa zishaingia, mnaenda kujenga kituo kikubwa cha afya pale jengo la ghorofa. CCM oyee! CCM oyee! Nani kama Chifu. Lakini yapo mambo kadha wa kadha, lakini kubwa kuliko tunayo shule ya sekondari pale basi Talimba. Ndugu zangu, tukianza kuizungumzia Tandale leo hatutamaliza, lakini ninaamini tulianza tulianza kampeni tarehe ishirini na nane na mgombea wetu nafasi ya udiwani tunajua amezunguka, amezinadi sera za Chama cha Mapinduzi lakini halikadhalika Mheshimiwa Talimba tunajua amezunguka ameelezea namna alivyotekeleza ilani ya chama cha Mapinduzi. Uongo kweli? Kweli. Kwa nyinyi na mimi ni mashahidi ya ilani iliyotekelezwa ndani ya kata yetu Tandale, si semoe. Nichukue nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa kuwaomba wana Tandale tarehe ishirini na tisa tukapige kula za kishindo kwa ndugu yetu chifu chifu lakini ndugu zangu niwaombe sana, tarehe ishirini na tisa msifanye makosa. Jimbo hili la Kinondoni hakuna mbunge ambaye anafaa zaidi ya Abasi Talimba. Siseme? ni iseme? Nisiseme kwanza. Talimba ni mbunge maarufu kuliko wabunge wote Tanzania. Uongo ukwelin naiona Kinondoni uongo ukweli? hey! Talimba ni mbunge ambaye anao madiwani na wenye viti wa serikali ya mtaa. Wabunge wengine wanaogombea wanashindana na Talimba? kuna mbunge anamweza Talimba? hey! ukimchagua Talimba ujue umechagua maendeleo Talimba hey! Hey! lakini ndugu zangu, Talimba amemaliza miaka mitano, miaka mitano awezi kufanya ile yetolewaahidi wananchi uongo kweli, amefanyaje fanya jefanya? tumongeze mitana kamilisha aliyoanza, lakini aanze mipe ile aliyotuahidi. Sisemoe ndugu zangu, ilani ya Chama cha Mapinduzi 25, 30, yapo mambo mengi ambayo yameelezwa mule, lakini ipo miradi mingi ambayo inatekelezwa katika ta, kata ya Tandale. Kaka yangu chipo ataelezea hapa, ndugu zangu wanatandale. Nini maana yangu, nataka kusema msifanye makosa Hakuna chama kingine kinachoweza kuleta maendeleo zaidi ya Chama cha Mapinduzi siseme oye hey! Nikiwaangalia wagombea watu wote watatu, nikiaga na kaka yangu chifu, nikienda kwa Talimba na Mama Samia, hakuna mgombea mwenye njaa siseme hey! Diwani iwani anajiwaza jiwazi. Tarimba na njaa na njaa maokoto yapo, hamna Kinondoni. Mnataka Mungu awape wa nini? Sisem oye! Mwisho kwa kumalizia, sisem oye! Kina mama oye, mama zangu, msifanye makosa katika mwaka ambao wanawake mnatakiwa kuacha kazi mkafanya kazi ni mwaka 2025. Dr. Samia ameongeza heshima kubwa kwa wanawake wogo kweli hey. Sisi oye hey. Dr. Samia amedhihirishia umma na dunia nzima kwamba mwanamke ukimpa nafasi anaweza, anaweza na anaweza tena. Piga makofi kwa mama Samia. Wanawake hatuna njia nyingine ya kumpongeza Dr. Samia, hatuna namna nyingine ya kuelezea ujasiri Dr. Samia zaidi ya kujifunga vibwebwe na kutoka nje nyumba kwa nyumba shina kwa shina chumba kwa chumba kitanda kwa kitanda kuhakikisha Dr Samia Suluhu Hassan anashinda kwa kishindo siku ya tarehe 29, kisemo mama huyu ameongoza nafasi ya urais ndani ya ame miaka minne, ametekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa asilimia mia moja. Alikuta miradi mikubwa ameimaliza lakini ameanzisha ya miradi yake amemaliza. sisiem oye 25 30, anakuja na miradi mingine ya maendeleo. sisiem oye hey! hey! nani kama Dr Samia hey! nani anasema Dr Samia mitano tena, mama Samia ye hey! hey! Oktoba Humakiki! Humakiki! Humakiki! Humakiki! kwa unyenyekevu mkubwa ni waombe wananchi wa kata ya Tandale tusifanye makosa tarehe ishirini na tisa tukampe heshima Dr. Samia Suluhu Hassani, na ni waombe wana Tandale katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuongoze kwa idadi kubwa ya watu watakaopiga kura siku ya tarehe 29. Tandale hoye CCM hey! hey! baada ya kusema hayo sasa, nikuombe ndugu yangu chifu DJ Nete, chifu na chifu, mmemuona, anapendeza. Piga makofi kwa chifu. CCM oyee! Haya masa, tukae, mama zetu waone kule nyuma. Ndugu zangu, nimepata taarifa kwamba wale wenzetu wameagiza container la, la vijola, wanasema wanawake watandale, mnapenda sana vijola. CCM oyee! Sasa nawaambiaje, vijola vaeni na kula vijeni nani Chiku. Kula kwa Mama Samia vijola chukueni, lakini kula Watumina. Kula kwa Mama Samia, kula kwa talimba, kula kwa wanawake watandale. Na vijana wenzangu, msidanganyike kwa vijora mkiito kula ubwabwa kuleni elufu kumi zeo chukueni nasiki analipia watu marejesho, akija marejesho alipeni! <laughs> marejesho <yeah. laughs> Kwani kulipiwa marejesho zambi sio? Zambi akijichanganya mchanganyeni marejesho <laughs> akijichanganya mchanganyeni marejesho alipe Mwabwa, tule vipapatio tule vijora tuvao elfu kumi tuchukue, lakini tarehe ishirini na tisa kula kwa nani? Kula kwa nani? Kula kwa nani? Sisiem ndugu yangu, chifu utoshi mda utoshi mda utosh, lakini ni kuombe mbele ya hadhara hii, wana Tandale hawataki mambo makubwa Barabara umetengeneza, soko limejengwa, fidia wamelipwa, kituo cha afya kinajengwa, mambo ni burubu, tala za barabarani zipo. Hao wanatandale wanataka mapenzi na mahaba mazito. Palipo na mapenzi pana maendeleo, ongo kweli. Palipo na mapenzi kuna amani, ongo nyingine tena ndugu yetu kipenzi chetu chief nampe miaka mingine ili aitengeneze tandala anayoitaka. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana, niombe afya njema, tarehe 29, tukatiki tukatiki na tukatiki tena, siseme hey! hey! chief piga maneno.